Baba, baba baba baba baba, miaka thelathini wewe. Naona kama thelathini, naona alainianaona inzidi wachonga tu, sija kuona ukichuja wewe, uko vile vile na afya yako. Siri nini baba? Siwajua idi dule, kama mambo yake yazingatie. La kwanza ule vizuri, si hatienda kula pesa ya mogoka inshinda ya chakula

Kama juzi napatana kijana mmoja pia anaonyesha mambo vituko, hata sijawahi viona mimi kwenye maisha yangu. Uh, vituko -huh. gani vitukogali taksimu huku na huku wenyewe, nasikia aita double dif asibarai, ndio maana mana governor akataka kuubania mdidi.